Tawambieni mwaka elfu mbili na kumi Kikwete alimteua kuwa mbumi kuwa mkuu wa wilaya ya Masasi. Wakati anaenda kumteua, nipata shida kidogo. Mzee unanitoaje hapa mjini, naenda masasi fanya nini? Tumekaa hivi wawili nanipata bahati hiyo, nashukuru. Rais akaniita baadaye kuteua kwa nini? Akaniambia hapana nataka ukatusaidie kazi kwa kwambia hapana wakati wa uchaguzi naendaje kule. Mimi nibaki makao makuu hapa nisaidie. Akasema hapana, hii ndio kocha. Nataka ukacheze wapi? Na wako watu waliniambia Nape unaenda kutupwa. Usiende. Lakini nikutana na watu sitaki kuwataja. Wazee wakubwa wakaniambia hapana, na usikatae, utafanya makosa, nenda kwa mkuu wa wilaya. Nilipokuja Mtwara nilimkuta mkuu wa mkoa anaitwa Kanali Tarimo Anatori. Nilipofika hakutaka hata kunisalimia kwanza, kasema mtangulizeni ukumbini. Nikamwapisha nika nikasema, kazi imeanza. <laughs> <laughs> Alipoingia ukumbini hakusalimiana na mimi, akafika akasimama, akasema mleteni. Nikafika kanipa ka kijeshi, kasema mzee, tutafanyaje kazi? <laughs> Hafu tupomaliza, akaniita ofisini. Nimeingia nataka kukaa, akaniambia na simama. Yeye amekaa. Anaambia unakwenda kwa kwa wilaya Masasi. Mambo yako yote yaache hapo mlangoni kutoka. Nataka ukafanye kazi Masasi sasa. Umenielewa bwana mdogo? Acha mambo yako yote ujanja wa mjini, sijui nini, kubwa wote acha na nao, nenda ukafanye kazi. Na ufanye kazi kama vile hutatoka Masasi milele. Umenielewa? nikamwambia ndio, afanye nikabana mikono. Nilipoingia kwenye gari gari lenyewe nikaiangalia, ikasema yapo kazi. Alafu tukapita hii barabara hii Masasi. Nilipofika Masasi, nikaanza kuonyeshwa nyumba, nyumba ya DC haipo mbovu, huu nikapewa nyumba moja ya korosho. Nimeingia ndani, nilipiga chafya Utnajavum sasa, hii ndiyo nyumba ya mkuu wa wilaya. Saluti unapewa, heshima unapewa, lakini nyumba huke kweli. Ikwambia sikai hapa, nitakaa pale kuondok. Nikaenda fanya, nikabadilisha mambo nika, nimekaa ndani, nikawa na tafakari, hivi nitakaaje hapa? Maji hamna, umeme tabu, maisha shida kote. Nilikuwa na napaona kijijini, nimetoka Dar es Salaam, mjanja pale mjini. Nikakaa mwezi wa kwanza wa pili wata Mwezi wa wa kwanza ule palikuwa na na, na uchaguzi kampeni, akaja Kikwete pale akiwa rais na na helicopter ya makilikili ile ikatua Masasi pale, akaniambia vipi, akaniambia hapa ndio umefika, akaniambia wilaya hii ametoka Mkapa, leo ni amekuwa rais mstaafu wa Tanzania, akaniambia eh, akasema wilaya hii nimekaa mimi rais wako sasa hivi, hii wilaya ina baraka, ukikaa vizuri utatoka na baraka hapa. Imeaba ikaanza kuniingia akilini, nikaambia basi mzee, sawa. Nimekaa pale mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita wa saba wa nane mwezi wa nane

kwa nini kocha nalipeleka Masasi? Wakati mwingine unaandaliwa kwa mechi kubwa zaidi. <laughs> Nilipelekwa Masasi ili nije kufaa kuwa katibu mwenezi wa CCM. Maanake Masasi nilikwenda kufanya kazi jijini ndani, nikajua maisha ya watu. Niliporudishwa kuwa katibu mwenezi, nilikuwa najua Watanzania wanataka nini We nikafanya kazi yangu ya ukatibu mwenezi vizuri, kwa, kwa sababu nilianzia kijijini. Kwa sasa mimi sio wa kwanza, namkumbuka Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mzee Mwinyi alikuwa waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, kukatokea mambo Shinyanga huko, Mrema wamefanya mambo, watu wame- wameuawa pale. Waziri Mwinyi akuhusika barua yake anasema, sikuhusika sikujua sikutaarifiwa, lakini kama waziri nimeamua kuwajibika. Amemwandikia Mwalimu barua ya kujiuzuru akajiuzuru, akao raia wa kawaida, amejiuzuru waziri. Miaka kadhaa baadaye, alikuwa anaandaliwa na kocha kuwa mtu mzuri zaidi, akawa rais wa Tanzania. Wazee wangu mnanielewa? Sana na msingi tuombe dua na uhai mambo, yeah, yeah, mazuri yanakuja yeah, yeah. Kikwete aliwahi kuniambia neema inakaa kwenye tumbo la shari

mwaka sitini na mbili mwalimu amepewa nchi akajiuzulu aka akampa mzee Kawawa kawa waziri mkuu wa Tanzania, baadaye mwalimu akarudi e, waziri mkuu wa Tanganyika. Baadaye mwalimu akarudi kawambia ni, nipe ikulu nipe, nipe, nipe yangu akamrudishia mzee Kawawa akarudi kukaa akaweka waziri mkuu mwingine baadaye, maa akaanza kupanda, katibu mkuu wa CCM anapanda, mara waziri mkuu tena, mara anarudishwa, mara anapelekwa hivi. Naambiwa siku moja mzee alikuwa anasimulia, siku moja pale, pale. Lumumba kutoka waziri mkuu alikwenda mpaka akawa na gari inabidi isukumwe ndio iwake, lakini hakumnunia kocha. Baadaye akaja kuwa mpaka makamu mwenyekiti wa CCM. Katika siasa kuna milima na mabonde, na lazima uyakubali, ndio sehemu ya historia yako katika maisha. Wewe fikiria, ukipitia mema tupu, hiyo historia nani anapenda kusikiliza? Lakini hata kiwa naangalia sinema, yule yule yule Sterling akifika mahali anataka kufa, hapo ndio unatoa macho vizuri <laughs> Anapona huyo, anapona, anapiga na makofi na unaisikia <laughs> ndio utamu wa safari. Ukinuna unakosea, unataka safari isiwe tamu. Nidhani wazee wangu ni aseme hapa leo. <laughs> mwaka elfu mbili na nane nitamalizia hii, halafu tuzungumze mwaka elfu mbili na nane. Mimi nimetoka kusoma India. Kusoma miaka mitatu na ne, nikarudi makao makuu ya chama. Niliporudi nikauangalia Umoja wa Vijana wakati ule wa CCM, nikasema Umoja wa Vijana huu unatakiwa mabadiliko. Kwa na damu inachemka hivi. Nikasema ngoja niende nikagombea Umoja wa Vijana. Sasa nilikuwa na kasi kubwa, eh. Eh wazee, tena wakati huo <laughs> ndio wakati wangu, ndio wale wamemaliza wazimu wako. Nilipoenda pale nilikutakuta mambo hayako sawa. Watu wanaogopa kusema. Mimi kama wao kusema dhani, kusema huyu bwana ndio ametuharibia huko ndani. Eh, mtoto vipi, mbona anasema mambo makubwa na anaonyeshea vidole watu wakubwa? Nikasema hata akiwa mkubwa akiharibu ameharibu, huyu ameharibu huyu. Elfu mbili na nane, watu wanasema leo. Eti Nape mbona anasema leo? Mimi nianza 2008 miaka mingapi ndio? Karibia tisa, sindio? Kama niliwaja ni miaka tisa nikiwa mtoto, utashindwa kusema leo leokwe <laughs> kaiiiama igaukanguza ya chuvi anaweka mahali kamtege, unakimbia afu anaweka kamtege basi wanakimbia. Ah, mjumbe wa a, kwa hiyo haiwezekani kumfukuza kabisa, tuwapelekee chama waka, wakamalizane naye chama. Wakapelekewa na katibu mkuu akatiliwa, babangu mzee Makamba anasema ah, bana mtoto naye bana tena amefungiwa duniani na ilipo, nikaulizwa mimi unasemaje wakati ule, unasemaje, hawa jamaa wamekufukuza? Nikamwambia hawajanifukuza bado. Sasa ameshawaa kwenye kikao. Nikamwambia bado una na vikao vingine na nina hakika nitabadilisha ule uamuzi. Akasema wewe kichaa. Nikawaambia subirini, mtaona, na nikawaambia mbegu hii yote lazima izikwe ioze, alafu ndio inaota. uki- ukizika ukikuta haijaoza, ujue hiyo imedumaa, haitaota nikamwambia sasa, ninaoza tu, baada ya muda nitaibuka tena. Wanaambia ngoja, tusubiri yale mahojiano ma mpaka leo ia. Baada ya siku mbili, Kamati Kuu ikakutana chini ya Kikwete, wakasema hapana, uamuzi wa vijana ule hapana na safari yake. Nikarudi nikamwambia, sasa ndugu, imeota kocha, ameamua nianze kupasha baada ya muda <laughs> nitaingia majani tena. Baada ya hapo nikawa mkuu wamilani. Hii historia haitoshi kulimaliza hili jambo jamani, jawa <laughs> <Nah. laughs> situmeelewana nah, tuna sababu ya kumnunia kocha nah, liko jambo jema mbele.